Karibia saa 24 baada ya kudaiwa kutekwa nyara kwa nguvu na watu hao wasiojulikana na kuondoka naye wakitumia gari aina ya, ya subaru foresta, huku mke wake achwa na majeraha kutokana na purukushani hizo, watu wanaoaminika kuwa maafisa wa idara ya makosi ya jinai DCI akiwa kanisani Mugutha, mbunge huyo akipatikana akiwa ametupwa kwenye shamba la kahawa huko Kibichoi katika eneo bunge la Githunguri. Kwa mjibu wa familia yake mbunge huyo alionekana kukosa fahamu na kuteswa na amepelekwa hospitalini ambako amepewa huduma ya kwanza kabla ya kuhamishiwa hospitali ya Karen ambako amelazwa. Koimburi amedaiwa kuwaelezea maafisa wa usalama kwamba alitekwa nyara na kupigwa na watu wasiojulikana alipokuwa nje ya kanisa katika kaunti ya Kiambu. Hata hivyo, polisi wamekanusha kuhusika kivyovyote katika kisa hicho, lakini wamethibitisha kwamba uchunguzi unaendelea kufuatia ripoti iliyowasilishwa na familia yake. Jana venye tulifika kanisani, kama kawaida, savisi ikaendelea vizuri <coughs> na tulipomalizia ndipo poli, e, tukiwa pale nje kama kawaida, mnajua watu wakitoka, mheshimiwa wanasalimia watu, hapo ndipo waliweza kukuja na wakamchukua, na sio ile kumchukua ya amani, ama ile kumwomba tafadhali, tunakuomba uingie hapa, ni ile ya kumgrab ambayo ilifanya sisi wote kama washirika, kuna wengi ambao waliumizwa pale, kuna wengi ambao walirushwa hadi kwa mtaro. Mimi mwenyewe niliweza kufuata mume wangu hadi kwa, kwa, kwa subaru ndani. Aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua akimtembelea mbunge huyo katika hospitali hiyo ya Karen akiandamana na wabunge na maseneta wanaoegemea upande wake, akikashifu tukio hilo akidai kwamba Rais William Ruto analenga kuwakandamiza viongozi wanaoikosoa serikali alitekwa nyara machoni pa washiriki wa kanisa na kikosi ambacho kilijaribu kumdhuru mkewe. Hakuwa anajulikana aliko hadi Jumatatu asubuhi alipopatikana katika shamba la kahawa huko Kibichoi, eneo bunge la Gidhunguri. Gashagu akidai kwamba mbunge huyo anayeegemea upande wake wa kisiasa aliteswa na kisha kudungwa kemikali aliteswa na kisha kudungwa kemikali. Aidha, amedokeza kwamba mbunge huyo amepoteza uwezo wa kuongea, ila amewasiliana naye kwa maandishi. Nimemwona na kuongea na madaktari, wamethibitisha kwamba mbunge George Koimburi aliteswa na wataalamu. Ana majeraha ya tishu laini, aina ya mateso yanayofanywa na wataalamu. Katika harakati hizo alipoteza sauti yake ambayo madaktari wanasema ilitokana na kemikali hatari iliyodungwa mwilini mwake. Amepoteza sauti na madaktari wanafanya kazi kurejesha nyuzi za sauti yake. Gachagua yake hapa kuendelea kuikosoa serikali licha ya kila anachokitaja kuwa ni ukandamizaji wa wakosoaji wa serikali. ni kiripoti kutoka jijini Nairobi, jina langu ni Duncan Maiche ITV. Na, na, na, na. Na hii ndiyo habari njema zaidi kutoka Mchezo Super. Je, upo tayari kushinda milioni tano leo?